zaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Kilio na Msamaha. Aliye kusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. adika kijiji cha Mamboleo kilichozungukwa na milima na mito yenye sauti za ndege wa asubuhi. Aliishi kijana aitwaye Babuye. Babuye alikuwa mchapakazi na mwenye moyo safi. Akiwajibika katika kulima mashamba ya familia yake. Alijulikana kwa tabasamu lake na msaada wake kwa wazee wa kijijini. Siku moja, maisha ya Babuye yalibadilika ghafla. Baada ya mdogo wake Chimbuko aliugua ghafla na kufariki usiku wa manane. Kilio kilitanda katika nyumba yao na mama yao Bimbuyu alilia kwa uchungu. Huzuni ilienea kijijini kote, kwani Chimbuko alikuwa kijana mtiifu na mkarimu sana. Wakati wa mazishi, tetesi zilianza kuenea kuwa kifo cha Chimbuko kilihusishwa na wivu wa jirani yao aitwaye Mukasa, ambaye siku chache zilizopita alionekana kugombana na babuye kuhusu shamba. Watu walianza kumchukia Mukasa na babuye akashikwa na hasira isiyoweza kuzuilika. Siku zilizofuata Babuye alikusanya vijana wa kijijini na kupanga kulipiza kisasi kwa Mukasa. Lakini usiku mmoja, akiwa peke yake kwenye kilima, aliposikiliza upepo ukivuma na nyota zikimulika angani, alikumbuka maneno ya marehemu baba yake. Msamaha ni mti wenye matunda matamu, kisasi ni mti wenye mizizi michungu. Babuye aliketi chini, machozi yakimtiririka mashavuni mwake. Alitambua kuwa maumivu yake hayangepona kwa kulipiza kisasi, bali kwa kusamehe tu. Aliamua kwenda kwa Mukasa na kuzungumza naye uso kwa uso, kutafuta ukweli na kusamehe. Msikilizaji wa Gray Simulizi, Je, babuye ataweza kusamehe na kuponya moyo wake? Na je, ukweli kuhusu kifo cha chimbuko utabainika? Hii ni simulizi ya kilio, uchungu na hatimaye msamaha. Nikuombe usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Siku ilipokucha babuye aliandaa safari ya kwenda nyumbani kwa Mukasa. Alivaa kanzu nyeupe na kikoi, akionyesha heshima na unyenyekevu mkubwa. Alijua kuwa hatua hiyo haikuwa rahisi, lakini alihitaji kufungua moyo wake kwa msamaha. Njiani alikutana na rafiki yake Jumba Kalunde. Alimshika bega na kusema, babuye Hasira ni moto unaoteketeza. Usifanye jambo utakalolijutia. Babuye alitabasamu kwa huzuni, akijua kuwa safari ya msamaha ilikuwa na changamoto kubwa. Alipofika kwa Mukasa, alimkuta akipalilia bustani ya mihogo. Mukasa alishangaa kumuona babuye, akasimama kwa tahadhari. Nimekuja kuongea nawe Babuye alisema kwa sauti ya upole. Mukasa alikaa chini kwenye kipande cha jiwe, uso wake ukionekana wenye huzuni. Babuye aliketi pembeni na kuanza kusema, nimeumia sana kwa kifo cha mdogo wangu, nilipoteza mwelekeo na kukulaumu, lakini leo nimekuja kutafuta ukweli na kutoa msamaha. Mukasa aliinamisha kichwa chini na kusema kwa sauti nzito: mimi sikumzulu chimbuko, tumeshibana naye na kifo chake kimeniumiza pia, watu walikosea kunena uvumi. Babuye alihisi uzito ukiondoka moyoni, machozi yalimtoka, akatambua kuwa hasira na chuki zilikuwa mzigo usio na maana. Nisamehe kwa kukuhukumu bila ushahidi, alisema kwa unyenyekevu mkubwa Babuye. Mukasa alimwangalia na kusema, nisamehe kwa ugomvi wetu wa shamba, sikujua ungeleta mafarakano. Tumalize chuki, tuishi kwa amani. Babuye na Mukasa walikumbatiana na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu amani ilitanda kati yao. Kijiji cha Mamboleo kilianza kuwona matumaini mapya kupitia msamaha huo. Msikilizaji wa Glisimulizi nenee kusimulia simulizi hii ni mimi Mulia. Baada ya maliziano yao, Babuye na Mukasa walikubaliana kushirikiana kuchunguza kifo cha chimbuko walianza kwa kuongea na watu wa kijijini waliokuwa karibu na tukio hilo shangao wao walipata habari kutoka kwa kijana mmoja aitwaye Mengi aliyedai kumuona Chimbuko akila matunda ya mwituni siku moja kabla ya kuugua. Bimbulu alikumbuka kuwa Chimbuko alikuwa akirudi kutoka kwenye kichaka kilicho karibu na mto. Mengi aliwaeleza kuwa matunda hayo yanaweza kuwa na sumu ikiwa hayajaiva vizuri. Walimtafuta mganga wa kijiji, Bibi Zahara, aliyethibitisha kuwa matunda hayo yanasababisha homa kali na maumivu makali. Babuye na mukasa walitazamana kwa mshangao mkubwa. Kifo cha chimbuko hakikutokana na wivu au uchawi, bali ujinga wa kula matunda yasiyoiva. Babuye alihisi mzigo mkubwa ukiondoka moyoni mwake na alimshukuru Mkasa kwa kumsaidia kugundua ukweli wote. Kijiji kiliendelea na shughuli zake huku watu wakijifunza umuhimu wa uchunguzi kabla ya kuhukumu jambo. Amani ilirejea na babuye alijua kuwa msamaha wake haukumrudishia tu amani, bali pia ulimfundisha kuwa uvumi unaweza kuharibu uhusiano. Babuye na Mukasa walizidi kuimarisha urafiki wao, wakashirikiana katika kilimo, kusaidiana na familia zao. Lakini je, wangekabiliana vipi na changamoto mpya zilizoweza kujitokeza? Endelea kufuatilia simulizi hii yenye hisia za kweli wa kipekee huku, aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. miezi michache baada ya amani kurejea, kijiji cha Mamboleo kilikumbwa na tatizo jipya, ukame wa muda mrefu uliharibu mazao na kusababisha njaa. Babuye na Mukasa walianza kuhamasisha kijiji kuhusu kuchimba visima na kutumia maji kwa uangalifu. Wakati huo huo, kundi la majangili liliingia kijijini na kuanza kuiba mazao yaliyohifadhiwa. Babuye ya na Mukasa waliamua kuunda kikundi cha ulinzi usiku ili kulinda mashamba yao. Kwa mshikamano na ushirikiano, walifanikiwa kuwakabili wavamizi. Msukumo wa kujenga umoja Kijijini uliwafanya wakazi wa Mamboleo kugundua kuwa changamoto ni fursa ya kuimarisha umoja na msaada kwa wengine. Babuja na Mukasa waliongoza kwa mfano, wakionyesha kuwa msamaha na ushirikiano huleta nguvu ya kupambana na matatizo. Amani ilirejea tena na kijiji kilijifunza kuwa Upendo na msamaha ndiyo msingi wa nguvu ya pamoja. Baada ya changamoto za ukame na wizi kukabiliwa kwa ushirikiano, kijiji cha Mamboleo kilianza kuona mafanikio ya umoja. Babuye na Mukasa waliandaa mikutano ya kijiji kuhusu kilimo endelevu na matumizi bora ya maji. Wazo la kuanzisha kikundi cha akiba na mikopo kilipendekezwa na kukubalika. Kikundi hicho kilisaidia wakulima kupata mbegu bora na vifaa vya umwagiliaji. Hali ya kijiji ilianza kubadilika kwa kasi, mazao ya kastawi na njaa kupungua. Watu walijifunza kuwa mshikamano na kujenga imani huleta maendeleo. Bimbuyu ambaye bado aliumia kwa kumpoteza mwanaye alihamasika na mradi kwa kuanzisha bustani za mbogamboga. Alipata faraja kwa kuona vijana wakishirikiana na kujifunza. Amani na upendo vilienea, na babuye alijivunia kuona kazi yake na Mukasa zikizaa matunda. Mukasa alimwambia babuye, nimejifunza kuwa msamaha ni zaidi ya maneno ni kitendo cha kuondoa giza moyoni. Kwa pamoja walikubaliana kuendeleza umoja na kujenga kizazi kipya kilichojifunza kuwa upendo na msamaha huleta nuru na matumaini. Baada ya amani kurejea, babule aliheshimika zaidi kijijini kwa hekima na moyo wake wa msamaha. Vijana walimuona kama kiongozi wa kuigwa. Mukasa naye alishirikiana naye kuanzisha vikundi vya vijana vya kuelimisha kuhusu msamaha na umoja. Siku moja, wazee wa kijiji walimwita babuye na kumpongeza kwa kuleta amani. Walimpa jukumu la kuongoza baraza la maendeleo ya kijiji. Babuye alikubali kwa unyenyekevu akijua kuwa safari ya msamaha imezaa matunda ya umoja na mabadiliko. Maisha yalipoendelea kuboreka, Mukasa na Babuye walihamasisha vijana kuacha chuki na kuchagua kusamehe. Walifahamu kuwa kijiji chenye amani ni matokeo ya mioyo yenye msamaha. Amani ilipotanda kijijini maisha yalianza kurejea katika hali ya kawaida. Watu walijifunza thamani ya msamaha na umoja. Na Babuye alihisi furaha iliyozidi ile ya awali. Babuye na Mukasa waliendelea wa kushirikiana kuimarisha miradi ya kijiji. Wakihamasisha vijana kushiriki katika kilimo na usafi wa mazingira. Babuye aliandika ujumbe kwenye ubao wa matangazo wa kijiji. Msamaha ni ngao ya moyo. Ni dawa ya majeraha yasiyoonekana. Siku moja, Babuye alipokuwa akitafakari juu ya safari ya msamaha aliyoipitia, Mama yake Bimbuyu alimjia na kumwambia, Mwanangu, najivunia jinsi ulivyobadilisha machungu kuwa furaha. Umeonyesha kijiji kuwa msamaha ni baraka. Maneno ya mama yake yalimfariji Babuye. Alijua kuwa hatima ya kijiji ilikuwa mikononi mwao wenye mioyo ya kusamehe. Amani ilipokuwa ikiongezeka kijiji kilizidi kufanikiwa na vijana walipata fursa za kujifunza kupitia umoja uliorejeshwa. Babuya alipomaliza kazi za siku, alienda kilimani, akaketi kwenye jiwe alilokaa siku ile alipokuwa akitafakari juu ya msamaha. Aliangalia kijiji kwa mbali chozi ya furaha ya kimlengalenga. Alitambua kuwa safari yake ya msamaha ilikuwa ni ufunguo wa furaha ya kijiji chote. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nami ni kuache na ujumbe unaosema ya kwamba msamaha ni mti wenye matunda matamu sana, ila kisasi ni mti wenye mizizi michungu. Chagua moja, msikilizaji, kusamehe na kupata matunda ya mti mtamu. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia, nikuombe usiache kusubscribe, like na kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani, na huo ndio mwisho wa simulizi hii.